Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, mmoja kati ya vitu ambavyo Diamond Platnumz amevifanya huko mtandaoni ni hii issue ya yeye kwenda eh, kuna kuna tukio ambalo ameenda kulifanya kule Tarime, na Diamond Platinumz bwana ameamua kujitoa katika baadhi ya shughuli za kijamii, jambo ambalo ni la heri. Lakini kabla hujafika huko, kuhusiana na support ambayo Diamond ameitoa huko Tarime, nataka nikuelezee jinsi ambavyo alivyopokelewa. Kwanza kabisa, amepokelewa kama mfalme, kama unavyoelewa kwamba Diamond hapa kibongobongo bwana hana mpinzani. Ni mmoja kati ya wasanii ambao kila wanapo kila wanachofanya, Watanzania wote wanaungana kumsupport. Kwa hiyo hata the way ambao alivyopokelewa, alipokelewa hivi. Yani, umati wa watu vijana walikuwa wanakimbiza gari ambalo Diamond alikuwa amepanda, lakini pia eh, wazee nao pia wa huko Tarime waliamua kujitoa vilevile, eh, vile kumpokea, kuonyesha supporti. Jinsi ambavyo wamempokea vizuri Diamond mpaka wakampa cheo cha kimila, kwamba na yeye pia ni mzee wa kimila huko Tarime. Yeah, so hivyo bwana, kwa heshima ya kimila eh, bwana amesimikwa kuwa mzee wa kimila huko Tarime na kupewa baraka na wazee wa kimila. Ukiachana na hilo, jambo jingine ambalo huko Tarime ni kwamba amechangia kiasi cha shilingi fedha za kitanzania eh, wa Wasafi Media na mwanamuziki Diamond Platnumz amechangia zaidi ya milioni kumi katika shule ya sekondari Manga e, iliyopo wilayani Tarime. Diamond Platnumz amechangia shule hiyo baada ya kuguswa na changamoto zake, baadhi ambazo zinawakumba zina e, wanafunzi wa shule hiyo kama vile ukosefu wa gari la shule kwa ajili ya kusaidia kuwapeleka wanafunzi hospitalini eh, pale wanapopata changamoto za kiafya, ikizingatiwa shule hiyo iko mbali sana na kituo cha afya. Lakini pia changamoto nyingine ni pamoja na uhaba wa madarasa na madawati shuleni hapo. Kwa hiyo Diamond amechangia pale pale, on the spot kiasi cha milioni kumi, na amezionyesha kabisa wazi. So watu wengi sana wameona kwamba okay, ni charity work; ni kitu kizuri, anarudisha fadhila kwa society eh, ukiwa kama mdau wewe, pia una kipi cha kuzungumza, weka maoni yako bwana, katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata updates zaidi.